ni sifa ambayo inaupata mwili na mtu anakuwa hawezi kutekeleza ibada kama vile swala isipokuwa kwa kuoga au kutawadha. Lakini najisi inatokea katika moja ya sehemu ngapi? Tatu, ima katika mwili au nguo au mahala pa kuswalia pa kufanya ibada tumeelewani? Kwa hiyo hadathi haipatikani kwenye nguo wala hadathi haiwezekani kupatikana eh, Yeah, kwenye sehemu ya kusalia ndio mtu kuswalia, maana mtu tukaswali saa nguo zangu zina hadathi. Mjinga haelewi kitu, nguo haipati na hadathi, nguo inapata na, na najisi. Hadathi ni wasifu unakuwa kwenye mwili ambao unazuia mtu kuswali, ima atawadha au kuoga au fanya nini, atawadha. Kama hadathi kubwa atawoga. kama hadathi ndogo atatawadha, lakini hadathi lakin haipatikani kwenye mwili kwenye kwenye kwenye, kwenye, nguo wala hadathi haipatikani sehemu ya kusalia. Ukamwambia mswala wangu una hadathi, la una hadathi vipi sasa Hmm? Hapana hivyo. Kwa hiyo tunaposema kuondosha najisi, Sheikh anasema kuondosha najisi katika sehemu tatu. Unapotaka kuswali lazima uhakikishe hilo. Kwanza, <coughs> min albadan, katika mwili uhakikishe wa mwili wako ni msafi, hauna najisi. Wa thawbi, na nguo

yuzilu ma ala badanihi wathiyabihi wafil buqa alati yusalli fiha min najasatin in wujidat kwa hiyo najisi inawezekana muda mwingine ukaiondosha kwa kuiosha na najisi sio lazima uoshe mara tatu la ikiondoka tu kwa hiyo mwilini unaweza ukaiosha kati ya maji ukaiosha udhu wako ukawa unao sababu inawezekana mtu una udhu alafu imekuingia najisi labda ukuona kwamba mtoto amjisaidia, aja kuwa ulivyopita ukaigonga ikaingia ikakurukia kwenye mguu wako. Sio kwamba udhu wako umetenguka, utaiondoa ile najisi sawa, lakini udhu wako unao. Sio kwamba najisi, sio kwamba udhu wako umetenguka, la. Na pia katika nguo, pia mahala pa kuswalia. Lakini kama mtu ataswali akiwa na najisi na hakujua isipokuwa baada ya kumaliza swala yake, basi swala yake ni sahihi. Labda baada ya kumaliza akajua, kumbe nguo yake ilikuwa ee, na najisi, au mwilini mwake alikuwa na najisi. Tofauti na mtu akiswali bila udhu, kwa sababu kuna tofauti, wanachuoni wanaeleza. Na katika mambo ya fiqhi, udhu tumeamrishwa tuwe nao, yani tutie tu, tu udhu ndio tuswali. Najisi tumeamriwa tumeamrishwa tuondoshe kwa hiyo kwenye kuondosha ndio kwenye kusamehewa, sio kwenye kwenye kuleta kwenye usamehewe kuleta. Kwa maana kama mtu ataswali bila ya udhu mpaka mwisho wa swala akakumbuka inabidi arudie swala yake, la yakbalu llahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawada. Lakini akiswali na najisi mpaka kama ile swala bila kujua, swala yake iko sahihi, kama vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyojua na Jibrili ndani ya sala, kiatu chake kimoja kilikuwa kina najisi, akamwambia avue akavua viatu vyake, kwa sababu hawezi kuvaa kiatu kimoja, ni masala ya shetani, kujifananisha na shetani. Akavua viatu vyote na maswahaba wakavua. Hawezi mtu kuvaa kiatu kimoja akawa anatembea, dalili kwamba huyo ni shetani. Halikadhalika vitu vya pea vile, kama wanawake, hawezi kuvaa herini moja, sikio moja. Muuni wewe sio na sikio mawili, mbona unavaa moja? Imekwaje? Hmm, na dalili nyingine au alama ya baadhi ya watu katika mambo ya kihuni kwa hiyo hawezi mtu akufanya namna hiyo, bali pia mtu mwili wake huo huo hawezi kuweka upande mmoja kivulini, upande mmoja kwenye jua, anafanya dhulma. Ima kaa juani wote, au kaa kivulini wote. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipovua, wanawachuoni ushahidi kwamba hakurudia ile sehemu aliyoiswali, na kile kiatu cha najisi aliendelea, sawa. Wakasema hii ni ushahidi kwamba lau angeswali mpaka mwisho pia singerudia, kwa sababu kama ungesema arudie, mbona hakurudia hii sehemu aliyoswali na kiatu cha najisi? Si alikuwa tayari asha swali akavua kile kiatu. Kwa hiyo hata mtu ndani ya sala kama atagundua kwamba kuna najisi katika nguo zake anaweza kuitoa, mfano kama vile kofia, akawa anaweza kuivua, hakuna neno, ataivua na sala yake ataendelea. Labda iwe sasa najisi ipo kwenye nguo ambayo sasa imeustiri ule mwili kiasi kiasi ambacho wewe huwezi kuvua, lakini kama kitu cha kuvua, kama soksi, unaweza ukavua ukigundua kwamba najisi ipo kwenye soksi. Kama soksi zilikuwa na najisi wewe ukazivaa, kwa ukasahau, baadaye ukakumbuka kwamba soksi hizi ilitiwa najisi na mtoto eh, kwa hiyo unaweza ukaivua. Lakini mtu anaweza kuswali, yuko nyuma imamu, anamwona nguo yake na ya najisi, na imamu yuko kwenye swala, utafanya vipi, hmm? ndiofanya wewe utamkhalifu imam, utamkhalifu imam. Wewe utakuwa unafanya makusudi, sababu inawezekana amesahau, akiswalisa misa meeka swala yake sahihi. Wewe w wajua kwamba najisi ile en unamwona, labda kwenye unyayo wake kwamba najisi, wewe ukamfuata, swala yako itakuwa imebatilika, yeye itakuwa sahihi. Akijua wewe itakuwa umefanya makusudi baada ya kuona kwamba najisi. Wallahu aalam kwa hiyo ikibidi eh, kwamba mtu ameshindikana atakata swala yake, atenda kujisafisha eh. na ushahidi wa kukubalika ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyokuja Jibril ndani ya sala ki, akamwambia kiatu chake kimoja kinanajisi. Lakini pia tofautisheni mtu akiswali na hadathi akiswali na hadathi, aki na hadathi. Eh, huyu anatakiwa swala yake arudie, hadathi manake amtengukwa na udhu, ana hadathi huyo alafu akutawadha au ana hadathi kubwa alafu hakuoga, huyu, hata kama amaliza ataoga, airudie tena sala yake. Kwa hadithi alihitaji Imam Bukhari, hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadaa, haikubali Allah sala ya mmoja wenu pindi akitaki akipata na hadathi mpaka atakapotawadha. Na hivyo hivyo na mtu mwenye kuswali akiweka nguo akitandika nguo juu ya najisi au amtandika nguo juu ya mta, mtaro chini, kuna mtaro unapita maji machafu au kwenye karo ya chooni, mtandika juu pale na swali, pia sala yake iko kwa sahihi, kwa sababu hajaibashi ni najisi. Tumeelewana, kuna kizuizi baina yake baina nini najisi. Hata kama chini kuna najisi, katandika nguo juu yako, kaswali juu ya hii nguo, swala yako iko sahihi. Uambie umeswali katika najisi? Kwa sababu kitenganishi kipo baina yako na najisi. Labda maji majimaji, unaweza ukayapata Sio kwenye ile nguo unaosali katika ile sehemu unaosali ya juu. Kwa hiyo, huwezi kumwambia mtu kwamba umeswali juu ya karo, pamejengwa na zege, chini kuna uchafu, kwamba karo ya maji machafu, maji taka, wewe, mbona umeswali, swala yako si sahihi? Kwa sababu umeambiwa nini, izalatun najasa minal minal badani, wa thaubi walbuqaa la walmakani. Yani hapo hakuna neno

wathiyabaka fatai ighsilha bilma, zioshe kwa maji, kwama zitoharishe na nini, na najisi. Lakini kuna kundi katika salaf wasema: na matendo yako yasafishe na madhambi. Kwa hiyo Shekhe amehitaja hii kwamba ni miongoni mwa tafsiri za aya hii kwamba na nguo zako zisafishe, kwama zitoharishe, sio na najisi na pia Ibnu Zaidi anasema washirikina walikuwa hawajitoharishi, Allah akaamrisha wajitoharishe, akamulisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kujitoharisha na atoharishe nguo zake. Na kauli hii ameichagua Imam Bin Jariri Altabari Tabari rahimahullahu Taala na wingine, anasema aya inahusika na mambo yote, nguo na matendo pia. Ashartu asadis, sharti la sita

na mpaka wa uchi wa, wa mwanamme kwae kuanzia kwenye kitovu mpaka kwenye magoti, kwa maana atafunika kitovu chake na atafunika na magoti yake. Wal amatu au amati, kwa sababu sema kama, tutafanya kama, wawe istinafu, tutasema wal amatu, kwa maana wal amatu, kadhalika na mjakazi mtumwa mwanamke mmoja kama hivyo na yeye uchi wake ni kama hivyo. Wanasema hivyo, wengine wanasema hapana, kwa maana na mwanamke mtumwa asiyekuwa muungwana, mtu anachukua mateka, mtumwa, yeye pia uchi wake ni kitovu mpaka magoti, umeelewana. Walhurratu kulluha auratun, na mwanamke muungwana, sio mtumwa, kulluha aura yeye wote ni uchi, illa wajihaha, isipokuwa uso wake sio uchi. Wadalilu qauluhu taala, na dalili ni qauli yake Allah taala aliposema: ya bani Adam, enyi bani Adam, wana wa Adam, khudhu zinatakum, e vaeni nguo zenu nzuri, ya inda kulli masjidin, wakati kila kila mnapotaka kuswali, yani kila mnapotaka kuswali, faeni nguo zenu. Hiyo ndio ushahidi kwamba mtu atakiwa kuswali uchi. Tumeelewana? khudhu zinatakum inda kulli masjidin <coughs> masjid mana mnapotaka kuswali. Na wengine katika salafu walikuwa wanajipamba vizuri mtu anapokwenda msikitini, kama kina ibn Abbas na radhiallahu anhu na wengine andi chea manukato akipita utajua kwamba anapita ibn Abbas na mtu anavaa nguo nzuri anakwenda msikitini, tofauti na baadhi ya wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, watu wengi wa kisasa wanaofanya msikitini, wana nguo matambara matambara tu ndo anavaa msikitini. Hata baadhi ya wanafunzi hapa ukiwaona kanzu wanazovaa za kuzogeazogea tu, lakini ukiwakuta huko nje kusema kama uyu ametoka wapi? huyu ana kanzu yake elfu tisini, themanini lakini hapa ana kanzu ya elfu nane elfu saba mia tano ameombea huko nje. Mtu anavaa anaswalia, kwani hiyo nzuri. Ukifika wakati wa swala ukaenda kuvua hii nyingine ukavaa hiyo ukaswali, kwa sababu ya kufanyia kazi aya hii, alafu ndakuvaa mtaani, wala hakuna aya. Ndio mtu atakiwa avae vizuri, lakini sasa hapa huyu aliyokupa nguo ndo huyu anayesema khudhu zinatakum, alafu asalafu walikuwa hivyo, wanavaa nguo nzuri kwenye swala. lakini watu wengi ukiwaangalia, wanafunzi mtu ana kikoi chake kiko miezi nenda rudi, mtu anakivaa hicho, anahesabu muda wa masomo, pawezekana anafua mara tatu nne. Lakini kuna watu wako hivi, inabidi tufanye utafiti pia kabisa. Lakini mtu akionekana na nguo umesimama, fulana haieleweki, utakutoa katika safu walosimama. Karibu kama na mimi, nitakutoa kweli au na kikoi chako nikikiangalia na kitilia wasiwasi, nitakurejesha pia, kwa sababu kanzu mnazo. Mmeweka kanzu mafaa kama pesa bana, mmeweka kwenye matranka, hamutoi mpaka siku ya safari, na mtu amekaa mwenyewe, sijui kwenye raha leo, kwenye kitu gani, anangara kama, mbona hii sijaiona hata siku moja kwenye swali? Na mnazo, na hata hapo ukiangalia watu kanzu walizovaa hawezi kuvaa mtaani, wallahi, ukimwambia asafiri kesho hawezi kuvaa kanzu kama hiyo. Hapa watu walikuwa. Kwa hiyo tunasoma ili tufanyie kazi, tunaelewana lakini watu wasifanye namna hiyo na, jabu na watu wa, eh? haya yenye bani Adam, binadamu kama watoto wa Adam, khudhu zinatakum, vaeni nguo zenu nzuri. Umeelewana, vaeni mavazi vizuri kabisa, mjistiri. Inda kulli masjidin, taka kuswali kila taka kuswali. Ndio maana hapo shekhe akasema inda kulli salatin, ai inda kulli salatin kila wakati mnapotaka kuswali, yani vaeni vizuri. Kwa hiyo kuvaa vizuri na pia usivae isbali, pia usitiri uchi, usivae nguo zimekubana, la mtu ukisujudu au, kisijudu, au kisijudu, unaonekana nguo zako za ndani. Mwingine simvaa fulana yake mipanda, mpaka anaivuta huko, amesujudu mkono mmoja anaivuta fulana irudi huko nyuma, itarudi vipi sasa? Na hiyo ishakuwa ndogo na na mkono huja sujudu. Unaona sasa, umeleta madhara. Lau ungevaa fulana kubwa, ungesalimika na mkono. Unaona, fulana kubwa, ungesalimika wako, ungesujudu. Lakini wewe baada ya kusujudu viungo saba kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin, wewe umesujudu kwa viungo sita kwa sababu ya fulana fupi, na wala haijafika hapo, unaporudisha vijana wengi wanasujudu kwa hiyo

mtu anastiri aura, hmm. Atakiwi mtu kukashifu isipokuwa kwa mkewe au mjakazi wake. Mtu anaweza kukaa kwa mkewe, akawa mtu anawezekana amepunguza nguo zake, baki na malabis il kasira, nguo fupi, lakini uko na mkewe, hakuna katazo katika lakini. Wanaume watupu mmekaa, mtu uko na bukta tu, ewaa, umelala afu ndani ya msikiti, ndio uko boarding? Ndio maana yake ni hizo akiamka mtu anamka tumbo yake na bukta yake anamka. Hasa ndio ndio nini? Eh, watu wanafanya vipi hivyo? hawezi hawezi kana namna hiyo, hawezi kwa sababu uko uchi. Mtu astiri umbile yake ule uchi ule mkomo wake, mtu atakiwa astiri nguo zake azovazi mfuniki hapa, ambao tumetaja katika hadithi hapa na maelezo mengi. Siku ile tulisoma, shekha anataja kuhusu masuala ya mavazi ya wanawake, lakini mwanamke isipokuwa uso wake, na pia anapokuwa e, mbele ya wanaume ajani, basi pia astiri, kwa sababu ni sehemu pia inakhofiwa fitna. Watu wengi wanakwenda na maji kupitia hizo nyuso za wanawake, hata wao niangalie, wanaangalia nyuso wao, vijana wao kutaona, angalia wanawake, wanaangalia usoni kwao, kwa sababu usoni, mtu atamwangalia usoni, mtu anaweza kutoa ishara ya midomo, mtu usoni, mtu anaweza kutoa ishara ya macho usoni, kwamba fitna ipo kubwa kwa sababu midomo inaongea macho yanaongea, ina ishara ziko za kufahamisha k babi au watu kujistiri wakifikia umri wa bale apa, labda maelezo yake teta kwa urefu wakati mwingine, kwa sababu hataki kufanya. Nataka tufupishe usomaji wa mara, inataka tumalize sisi au tuishie sharti hiyo. Tumesha soma sharti mangapi? Basi itakuwa hapo hapo inshallah. Naona sharti la saba ina urefu la nane, adhana, wakati wa adhana kuna mtu asema, anaweza kuswali na nguo ya janaba? Kwani nguo inapatwa na janaba. Janaba ni nini? maana vipi? pia taarifu, janaba ni nini? na naona kusudia nguo ina eh, manii. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kama ni manii yako, eh, makavu, anayakwangura na kama ni mabichi, alikuwa anaosha <clears throat> lakini mtu akiswali, sala yake iko sawa, kwa sababu si, sio najisi, ni tahara natangulia kusema inawajibisha kuoga, kwa maana yanatengua udhu, lakini ni tahara. Sababu sio kile kinachotengua udhu, ni nini? Ni najisi. Kama tulivyosema kwenye upepo, unatengua udhu lakini sio najisi. Tumeelewana? Kwa hiyo uko hivyo. Ama kuhusiana kwamba kuna najisi nyepesi, katika madhhabi ya Imamu Shafii rahimahullahu ta'ala, wanatenganisha najasa mughalladha kama vile mbwa nguruwe na vilivyozalika na wawili hao, ambayo inaoshwa mara saba kwa maji na kutumia mchanga. Tumeelewana. Kuna mukhafafa kama bauli ya radhi mtoto anayenyonya, tumeelewana, ananyonyeshwa wa kiume, kwa sababu unaweza ukanyunyizia maji, hajaanza kula kitu na kuna najisi nyingine za mutawassita, anataja pia baki ya najisi nyingine. Yani, kwa hiyo iko hivyo, lakini inawezekana najisi nyingine ikawa wala ni nyepesi kama hiyo. Utakuta kama hii pia tuliyosema ya mtoto ambaye hajaanza kula kitu wa kiume, ni nyepesi, kwa maana unarashia kwa maji, sio lazima uoshi pale alipotia najisi, unaweza ukanyunyizia maji katosha, ndio wepesi kwa najisi nyingine na nyingine hizi ambazo zina nafsi la saila damu ambayo haichuruziki, hizi hazi nini, uwezi kusema je, najisi mavianzi mfano, najisi yake hakuna mazingatio, hana damu saila, kuna kama hivyo vinakuwa vinasameheka, haviingii katika hiyo, wallahu alam. toshapo takuwa twasoma kama hivi, tutakuwa tunakwenda sana. Kama tumesoma masharti sita, inshallah darasa ijayo tutamalizia ile masharti matatu. Tukimaliza tutaingia katika nini, tutarudi kule kwenye madha masharti ya udhwe. Alimaliza kwa masharti la nne katika masharti ya udhwe ya 10 tutataja lakini, masharti tisa ya swala ya dhibiti, na masharti manne tumesema yanaingia kwenye kila mahali Uislamu tumeelewana, kuwa na akili timamu, kuwa na baligh na nia tuai, kuzungumza namna anavyokuwa anahusika kwenye e, ibada. Kama mtu hana nguo inambidi, maanakeii, inambidi kuna viungo maalumu inambidi jistiri, kama sehemu za siri. Kama hana nguo kabisa, ataswali hivyo hivyo, lakini kama ana nguo ya kumtosheleza sehemu ya siri tu basi afunike hapo, atajifunga hapo tu, hata kama watu mko wengi. Jamaa mmeibiwa nguo zenu, imamu hawezi kutangulia mbele, kila mmoja ataswali peke yake. Na wanaposema wanachuoni, wanasema pita mbele, ataswali ataswali hivyo, hata kama sio katikati, kama safu ya wanawake tu, ataswali hivyo. Inatokea, inaweza kutokea watu wanatekwa, hasa miaka ya zamani, mtu anaweza kutekwa akavuliwa nguo tu Walikuwa wanafanya hivyo, majambazi wanateka, basi wanawavua nguo watu wote, hata umwe akitokea. Tokea mambo haya ya siku hizi, nimekutalami kila mahali, lakini yapo baadhi ya milima, baadhi ya mikoa mingine kuna milima mikubwa, ile ilikuwa inatokezea yale kama zikim, ya, lakini basi pia zilikuwa zinatekwa baadhi ya njia, hasa huku kaskazini, bali hata huku kusini pia Mwanzoni mwa miaka tisini kulikuwa bado basi, kwa sababu barabara zilikuwa mbaya, basi ikiteka kabisa, akipangiwa magugu baadhi ya sehemu kwa wakati huo. Lakini sababu kwa mtu anatoka Dar es Salaam anafika mpaka Lindi, safari wiki moja, wamekwenda watu hivyo, wanatembea hivyo. Kwa hiyo wakati huo yakifanyika hayo na baadhi ya mikoa mingine, hasa huku ndo ilikuwa sana, utasikia. Kwa hiyo kama Bukoba inajulikana kuna kilima fulani iko kilima gani? kwa kili watu wa Bukoba, eh kilima gani? amujui watu wa Bukoba, kilima ambacho kwa majambazi wanateka hamkijui? ni kilima sio? Hapo nini upande huu wa kulia, kama unakwenda Bukoba na kuna pori kubwa, lakini ni kile kilima ilikuwa pia katika sehemu ambazo zikifanyika batikai. Watu wa Iringa watakuambia kilima gani mzee? Iringa huko Kitonga. Kwa hiyo kuna baadhi ya sehemu zilikuwa zina, zinafahamika kwa mambo kama hayo milimani, wakitumia hiyo ima, wanakaa wanasubiri, kama pale wami, wami ukipita hamna watu, ikianguka gari dakika like tano tu pale tuna watu magari, pikipiki, walikotoka waje pale pale, unapoona watu wapo pale. Kwa hiyo kuna baadhi ya sehemu zikitumika hivyo, kuna baadhi ya sehemu akiteka kupanga magogo, zikitumika silaha, mambo haya yamekuja kuondoka katika baadhi ya serikali hapa, alipokuwa mmoja katika waziri wa ulinzi, katika watu majambazi wasalimishe silaha watasamehewa, watu wakasalimisha silaha, ndo hali ikatulia. Tikanawafueni sasa hivi si rahisi kusikia mambo ya kutekwa barabarani, hasa barabara zenye zilivyo zilivyokaa, labda kama ni mipango tu, lakini ni ngumu kwa mazingira yalivyo, lakini watu walifikia wanafanywa, wananyang'anywa i sababu siku hizo uweze kusema simu itakuwa pesa mabegi ya nguo yatakwenda, lakini wengine wanakufanyeni kama hivyo, ni kwamba vueni nguo zenu. Sasa swala imewakuta pale mtafanyaji? Ndio hivyo, kila mmoja weni. Kama imamu atas basi atutangulia tasimama safu moja tu kama, kama, kama safu ya wanawake, kwa sababu mwanamke akiwa imamu hawatangulii anasimama katikati ya wenzie anaswalisha. Umeelewana? sijui